Mimi naitwa Ezekieli, ni, ni, ni mkazi wa Kilosa. Kabla ya kufika hapa nilikwenda, ni kwanza, Ilinga Tuliwasi, ma, wazazi wangu waliwasiliana na bosi ambaye nilienda kufanya kazi kwake Ilinga. Baada ya kufanya ile kazi nikaona kwamba nirudi nyumbani, muda wa kufanya kazi umekufanyaje umekwisha. Kazi gani? Kazi ya kuchunga ng'ombe. Lakini baada ya kuchunga zile ng'ombe niivyoona muda huu unahitaji kurudi nyumbani nikamwomba bosi nauli ya kurudi nyumbani. Kwamba ulikuwa ukichunga ng'ombe bure, ulikuwa upewe mshahara hadi umwombe bosi nauli ya kurudi nyumbani ama ilikuwaje? Ah ah, sikumwomba nauli, alinipa ile pesa yangu ambayo nilifanyia kazi. Shilingi ngapi? Shilingi elfu arobaini. Ambapo uliitumikia kwa muda wa miezi miezi mingapi? Nilifanya kazi miezi mitatu. Kwa maana hiyo, kwa mwezi ulikuwa unalipa kiasi gani? nilikuwa nalipwa kila mwezi elfu arobaini, lakini ile hela alivyokuwa alinipa, nilikuwa nakitumia. Alikuwa kwa hiyo, kwa mwezi akikupa ile elfu arobaini unaitumia badala ya kutunza baada. E. E, ikawaje ule mwisho wa mwezi ambao alikuwa ajanipa hela? Ndo ule nilipomaliza mwezi huo, nikaona hii kazi hainifai, ngoja nilifanyaje, nirudi nyumbani. Nikamwaga bosi, nikamwambia mimi nahitaji kurudi nyumbani, akanipa nauli yangu. Kwa nini uliona kazi haikufai? Pengine wakati ulitoka Morogoro Kilosa ukiona kabisa, ukielewa unaenda kuchunga ng'ombe, sio? Sasa e. kwa nini uliona kazi haikufai? kwa sababu ya vitu vya pale nyumbani vilikuwa vinikizi vile ninavyohitaji, makelele makelele na watu, vilikuwa sio vizuri kuendelea kukaa. Nikaona moyo wangu haukubali kuendelea kukaa pale. mm -hmm, nikawaje, baada kumuomba bosi na uri, uru, urudi nyumbani Aliwasiliana kwanza na ndugu zangu nyumbani, akasema mtoto wenu anahitaji kurudi nyumbani. Akasema basi, kama amehitaji, si hatuwezi kumlazimisha endelee kukaa, kama anahitaji kurudi arudi tu. Ndipo akanipa mshahara wangu, tarehe ilivyofika, kanipa mshahara wangu, kawasiliana na wazazi nyumbani kwamba nafanyaje, narudi. Kafika muda, mimi nikaondoka, nikaenda kupanda gari nikaanza safari ya kurudi nyumbani lakini bahati mbaya tulivyofika njiani kupanda gari. Gari gani? Basi ulienda kukata tiketi ama ilikuwaje? Hapana, sikukata tiketi, nilipanda lori ili kwa ajili ya kupunguza pesa kuwa nyingi ya kufika nyumbani. Hilo lori lilipataje? Nilienda stendi ya sheli pale, kuna magari ya uaga yanapaki na alikuruhusu uondoke kirahisi. Ayali ni vizuri. Baada ya, ya na kumwambiaje? baada ya kumwelekeza nataka kurudi nyumbani. Kwa hiyo ulifika tu kumwelekeza kwamba ninataka nirudi nyumbani ni Kilosa, na akakwambia basi panda twende, ama ilikuwaje? Hapana. Yeah, uh, unaongelea dereva wa lori? Yeah. Uh, dereva wa lori akunioji sana kwa sababu ee, yeah, alikuwa anahitaji hela. Mm-hmm. aliniuliza tu wapi unakwenda, nikamuelekeza. Akasema sawa, na mimi naenda huko, mimi nitakushusha sehemu ambayo unahitaji, nipe kiasi fulani akanipa akaniambia kwamba nipe elfu kumi na tano lakini mimi nikamwambia sina elfu kumi na tano nipe elfu kumi -10. nao shilingi elfu kumi akasema basi sawa twende nikamsubiri kwanza alikuwa na mambo yake akazunguka zunguka zunguka, kula chakula na kufanyaje baada kama saa moja hivi ndo akamaliza shida zake tukaingia kwenye gari tukaondoka Ba, lakini bahati mbaya baada ya kufika njiani tulipata ajali na lile gari. Sehemu gani mlipata ajali? Na, na kwa mimi ninavyokumbuka ilikuwa kama ni kwenye ule mlima wanaitaga Kitonga we. Ambapo ilikuwa lini? Ilikuwa Jumatano. Ya tarehe ngapi? Kwa usiku wa kuamkia Jumatano. Ya tarehe ngapi na mwezi wa ngapi? Hapo tarehe ndio sikumbuki. ulikuwa mwezi? mwezi wa nne, mwezi wa e, nne, tarehe kama za mwishoni sana, na ilipata ajali. yaani mwenzake deli gari ndogo ilikuwa inatoka inatoka huko tunakoenda sisi, sisi tunaenda inakotoka yenyewe Kwenye, yani, gari yetu iliingia njia ambayo S sio inastahili, kwa sababu alikuwa na mwendo mkali, mwenye lori alikuwa na mwendo mkali. Kwa hiyo kwenye ile kona, wakati akikunja, na mimi nilikuwa pale dirishani, nilikuwa naona kwenye kioo, nilikuwa naona nilikuwa sijalala nilikuwa naona tu, huyu alikopita huko, sio na kwa sababu gari lori haiwezi kukunja kona haraka, basi likakutana na ile gari mm-hmm. Ikawaje? baada ya kupata ajali, mimi kwa ajili ya, ko, pressure, oh, si ya kwa sijui ni pressure lakini niliumia, oh sikujitambua kwanzia muda ule mpaka pale nikakuja kujitambua, ni siku ya pili yake kama wakati ya saa saba hivi mchana ndio nikaja nikajitambua. Kipindi hicho tayari nipo huku Dar es Salaam. Dar es Salaam. Baada, ulijitambua? Nikiwa tayari niko Dar es Salaam. Ulijitambua tayari ukiwa Dar es Salaam. Nani alikupeleka Dar es Salaam? Kuna baba mzee mmoja hivi alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Hasani, kama Hasani hivi. Jina lake silikumbuki vizuri lakini najua ni Hasani kwa sababu ndio jina walikuwa akimwita mtaani nilivyotoka. Wewe ulikuwa ukimfahamu huyo mzee? Hapana, nilikuwa simfahamu. Ni kwa nini alikupeleka Dar es Salaam? Yeye madai yake, baada ya kupata fahamu alikuwa alikinielekeza kwamba alinisaidia katika ajali. Akakufikisha Dar es Salaam sehemu gani? Mwenge. Yes, kulikuwa sehemu hiyo inaitwa Mwenge, lakini baada ya ya kukaa pale, akaniambia wewe, kaa hapa nitakupa kila kitu lakini, kila siku unavyokucha, yeye anafanya ana, ana, ana vitu vyake anaondoka kwenye kazi zake, kila siku anafanya kazi zake, anaondoka. Mimi ilikuwa kazi yangu pale ni kutengeneza tu mazingira, yani niko kama mlinzi kwenye nyumba yake. Baada ya siku, nikamuuliza sasa mimi nahitaji kurudi nyumbani, naona hali yangu imekaa sawa. Akaniambia, bwana hapa kwa kurudi nyumbani sasa hivi haiwezekani. Nikamuuliza kwa nini? Yeye akasema, mimi nimekusaidia kwao, na wewe unatakiwa unisaidie kwa sababu nyumbani utakwenda lakini utakaa kwa muda fulani Nikamuuliza kwa muda gani? Akaniambia unaweza ukakaa kuanzia miezi mitatu kuendelea, naweza nikakupa ruhusa, lakini mimi nilikuwa nahitaji ukae miezi sita, kwa sababu mimi nilikusaidia huko ulikotoka mpaka kufika hapa, nilitoa pesa. Nikamwambia sawa, kwa kuwa wee umesema hivyo haina shida. Kwa, kwa kuwa niko ndani kwake siku, siku mjaji sana, nikaona itakuwa vibaya. Baada ya muda kukaa kama wiki moja na nusu mbeleni, ndio nikaona siwezi kuendelea kukaa miezi mingi namna hiyo, na mimi nahitaji kurudi nyumbani, ndo pale nika, nika moyo wangu kanishudia, nifanyaje? niondoke pale ninapokaa. Na nikurudishe nyuma kidogo, umesema kwamba alikuchukua, uh, kwenye lori, ul, ul, ul, ulikuwa umezimia, sio ndio? na uliweza, aliwezaje kukuchukua ukiwa umezimia mpaka moja kwa moja Dar es Salaam alikufikisha hospitali? Ye maelezo yake alisema alinifikisha hospitali, lakini mimi nilivyokuwa naona kwamba alinitibia palepale nyumbani. Unahisi alikupa tiba gani? Sijajua yeye tiba gani alinipa. Lakini ulivozinduka ulikuwa kwenye hali gani? Nilikuwa na hali yani moyo unapiga sana, moyo ulikuwa ukienda mbio sana. Ehe, ikawaje sasa? We ukatoka pale nyumbani? Niliamua tu kutoroka. Ukitoka kwamba ukiamini unaelekea wapi? Nilikuwa nikijua kwamba n, n, n, nako kwenda nitahitaji msaada nitapata nta, msaada wa kurudi nyumbani, sio kuendelea kukaa hapa muda wa miezi mitatu kuendelea. Na ulitegemea unapata msaada kutoka kwa nani? yoyote ambaye nitakutana naye ni kwan, kwa lengo langu kwamba nitakayekutana naye nitamuomba msaada, akinisaidia sawa. Ambapo ulitegemea ni msaada gani wa kupata, nauli ya kurudi nyumbani, shilingi ngapi? Shilingi elfu ishirini na sita. Kutoka wapi hadi wapi? Kutoka Dar es Salaam mpaka Kilosa. Na hali ilikuwaje, baada ya kutoka huo msaada uliupata? Hapana, bado sijaupata mpaka saa hivi. Ulienda wapi sasa baada ya kutoka kwenye ile nyumba ya huyo mzee? Nilikuwa tu mtaani nikitembea tembea, lakini nilitembea sana, sikuelewa niko sehemu gani. Hapo hapo maeneo gani? Kutoka hapo mwingi, nilitembea kama siku nzima, nilikuwa tu nikizunguka mtaani, nakaa sehemu, napigapiga stori na watu, nainuka tena naondoka hivyo hivyo, lakini nikafika sehemu, kuna mzee mmoja alinipa shilingi elfu mbili ya kula chakula. Lakini kwenye fikira zangu nikafikiria kwamba kuna mchungaji mmoja wanamwita Mwamposa, ngoja niende pale naweza nikapata msaada, maana kuna watu wengi ndio pale. Akili lipo nituma kuja huko, nikapanda daladala ambao wanasema inaenda Kawe, ndo nikapanda hiyo gari. Nikafika huku, kufika huku kweli nilikuta watu wengi, lakini bado ni yale yale, hawakunipa msaada paka leo. Ulimuona nani? Baada ya kufika, niliingia kanisani. Baada ya kumaliza ibada, nikaongea na wale walinzi wa pale getini ya kwa, kwa Mwamposa, lakini wale walinzi nao hawakunisaidia chochote. Walikuambia nini? Waliniambia kwamba hapa Kawe kuna vijana wengi ambao ndo wale, wale ambao ukiwapa pesa ya nauli bado wanaendelea kuzunguka mtaani. Nikamwambia hapana, mimi sipo hivyo, mimi ninachokihitaji ni kitu kimoja, kurudi nyumbani tu, na hata kama hivyo mnaona kwamba sio sawa nitakula pesa zenu, mnipeleke tu stendi. Akasema sisi hatuwezi kukusaidia. Walikuwa wako wawili lakini nimejaribu kuwaelekeza, wakasema wewe nenda tafute msaada sehemu nyingine, usitulazimishe usi. Basi nikaamua kuondoka, lakini sikupata hata siku ya pili tena. Nilirudi tena kwa nikawaelekeza, jamani, mazingira ya huku mimi naona sio mazuri, haya nifai, kama nilivyowaelekeza jana. Wakasema hivi, sisi tunakutoa pale, ukirudi tena tutakupeleka sehemu kituone, ukajielekeze vivi na tunaweza tukakwambia kwamba wewe ni mwizi kambia. Basi sawa, mimi sitorudi tena. Nilipoondoka na kweli sikuwasumbua tena. Ukaenda wapi? Nilikuwa kazi yangu ni kuzunguka kwenye maduka au kwenye vibanda ambapo wanapika pika, kuwaomba kazi mradi nipate kula. Na hali ipoje e. Siku nyingine unaweza kupata, siku nyingine usipate. Ndio hivyo hivyo, unakubali tu maisha yaliyopo, ndio hivyo hivyo, mradi kulizika tu roho. Lakini msaada wangu, shida yangu kubwa ni kurudi nyumbani. Kwa hiyo nawaambia vipi, Watanzania, mimi nahitaji tu msaada wao, wanauli tu hii, mradi nipate kurudi nyumbani. Nani, nyumbani sehemu gani? Nyumbani Kilosa, sehemu inaitwa Zombo, inaitwa Zombo, Zombo. unaishi na nani? na mama yako au? E, nipo na mama e. Ila baba na mama wako mbalimbali? Mbali, ila wote wapo. Lakini baba na mama wako mbalimbali? Mimi nipo kwa mama. na elimu yako ni darasa la saba? mwaka gani? elfu mbili na kumi na tano ndio nilimaliza darasa la saba. Baadaye ukuwa unajishughulisha na nini? Ya, ni kulima tu shambani. Kwa hiyo utakapobahatika kufika Kilosa utaenda kujishughulisha na nini? Ya, ni, kule nyumbani ni kulima tu amnaga, kazi nyingine ni shamba tu basi. Lakini naamini uh, ulikuwa na mawasiliano uongo? E, ni kweli. Ilikuwaje sasa mpaka sasa hauwasiliani na wazazi? E, baada ya kufika kwenye nyumba ya yule mzee sikujikuta na kitu chochote, nilijikuta tu niko na nguo nilizovaa na kuna vinguonguo vingine alikuwa amenipa, lakini yeye alivyo niambia alinisaidia tu mimi kama mimi. Kwa hiyo kwenye ile ajali ndio ulipoteza vitu au ilikuwaje? Ndio ilipoteza hivyo vitu nikiwa kwenye hiyo ajali. Hapo ulikuwa na nini na nini Nilikuwa na mfuko wa nguo kibegi cha nguo na, na simu basi, na pesa tu kidogo iliyokwepa. Pesa ziko wapi zote? sikujua zilipo kwenda.